Huyo ni achuoni. Sana moja. Asamba ndiye tuliyesema kwamba atafa ya samani na umeme. Kuna Christine Wasike, kuna Paul Nyaundi, kuna Eugene Electricity. Ah, uh, Eugene Wekesa alikuwa na kura 58, 58. Paul Nyaundi kura 131. Hilkia eh, Amos kura 134 na Christine Wasike kura 226 yeah! Total had two contestants. One was Joy Esther And two there was Paul Obama Aliye kuwa mshindi katika kitengo hiki alikuwa Joy Esther na 469 akifuatwa na Paul Obama 85 maji na mazingira kidogo tulikuwa na wagombezi ama waniaji watano Elsie tutaanza na Arthur Wayne alikuwa na kura thelathini na moja Shalin akawa na kura thelathini na tano Nicole Diana akawa na kura tisini na tisa Quinta Chelsea akawa na kura mia moja sabini na nne naye Elsie Acheng akiwa na kura mia mbili kumi na moja Kar katika kitengo cha elimu uh, mshindi ni Elsie Acheng, kura mia mbili kumi na moja. Katika kitengo cha elimu tulikuwa na wawaniaji wanne tukianza na Bravin Wanjala akiwa na kura hamsini na mbili, Terry Wanjala kura hamsini na moja, Abrahamu Wanjala kura mia mbili kumi na moja na Praise Mwema kura mia mbili thelathini na saba kwa hivyo mshindi ni Rais Mwema. Katika kitengo cha michezo, aliyewania waliowania katika hiki kitengo walikuwa uh, watatu eh: Vivian Mwana alipata kura mia moja. Asamba Dominic alipata kura mia moja arobaini na tatu. Sadik Halif alipata kura mia tatu kumi na sita. Mshindi katika kitengo hiki ni Halif Sadik. Aa, ni naomba nitangaze kitengo cha wan, unaibu wa mwenyekiti wa shule. Kwa hivyo tulikuwa na wawaniaji wa wawili ambao kwa, kwa majina Steven na Miriam. Miriam alipata kura mia mbili arobaini na saba naye Steven akapata kura mia tatu na saba. Kwa hivyo mshindi ni Steven Wafula. Katika kitengo cha furniture and electricity tulikuwa na wawaniaji kulikuwa na uh, katika kitengo cha clubs and societies kulikuwa na mwaniaji mmoja Sylvia Alari ambaye alitangazwa mshindi bila kupingwa. Na katika kitengo cha liturgy, ambaye ambaye mtu ambaye ana uwezo wa kutulisha neno alimradi eh, mioyo yetu, roho zetu pamoja na akili zetu viwe sambamba vilevile. Vile kile kiti kilikuwa na mtu mmoja, alipita karibu miaka miwili iliyopita, na kwa hivyo yuko ndani ya afisi kitambo, anakula mshahara wake, jina ni Grace Acheng. Naomba nimwalike mkuu wa shule aje atangazie matokeo ya mwenyekiti wa shule. Nina hapa matokeo ya mwenyekiti ya halmashauri ya baraza la wanafunzi. Kwa hivyo tulikuwa na wagombeaji watatu. Wagombeaji watatu kwa majina walikuwa Moses Trevor, Herald Simiu na Amanda Erika. Nambari ya tatu, Herald Simiu alipata kura 99. Nambari mbili Moses Trevor alipata kura mia moja hamsini na nane. Nambari moja ambaye sasa ndio mwenyekiti wa shule na kutokea leo tutataka kuona kwamba kuna mabadiliko ni Amanda Erika na kura 299. Thank you all my voters, my competitors. I thank you all for giving me a stiff competition. thank you very much. thank you our head teacher for organizing this program. Thank you for thank you, our teachers for supporting us. apenda kuambia wanapiga kura kwa wanipige kura kwa sababu mimi ni chaguo nzuri. Utafanya nini napo utapita? Nikichaguliwa nitahakikisha kuwa wanafunzi wote sauti zao zinasikika na kile kile kitu ambacho wanadai. Wanatoka katika darasa la ya na ningetamani sana wanafunzi wakarudi jua wangempigia kura kwa sababu wangempigia kura ongea na head teacher na politician pia, watuwekee stima kwa hizi madarasa kwa sababu wanafunzi wanakuja asubuhi na hakuna stima, pia jioni pia weza kapata kuwa giza imeanza kushika, na pia hakuna stima kwa hizo lani. So kuna matarajio mengi kwa sababu najua nitapita hii kura, na I will make sure, hizi madarasa zote zitakuwa na stima

kiti cha CS wa library na education kwa sababu kwa hii shule kuna vitabu vingi sana, lakini havijakawa. Sasa nimekuja kwa hii kiti, mwanzo nataka kukava vitabu zote za hii shule na nihakikisha kwamba library kila siku iko safi na vitabu vimepangwa ipasavyo. Pia kwa upande wa masomo nitahakikisha wanafunzi wanapata elimu bora na elimu yenye pia itawasaidia maishani mwao. La pili, ofisi yetu ya ya walimu haifanani sawa sana kwa macho yetu, tungeomba tu kwa viongozi mwenye anatusikiza au kiongozi mwenye anatusikiza au mwenye ako kwa televisheni yake anatuangalia, tugependelea tu, aturenovitie ama aturekebishie ofisi yetu ya walimu, ili hata wageni wanapokuja kwa hii shule tutasema kweli Kanduyi ni shule nadhifu. asimamia michezo kuonea kiti cha michezo, ningependa kueleza wanzangu ambao wanapiga kura, nitakapopita nitafanya maendeleo ya michezo kwa sababu mimi mwenyewe ni maarufu katika michezo na wananijua, na jina langu limeenea katika shule hili kutokana na michezo ambayo nimefanya. Sasa nilikuwa napenda kama mwaka uliopita kwa hii shule tuliongoza mchezo wa handball na netball, lakini kwa hizo timu hatuna vitu za kutosha kama jezi, hatuna mpira, hatuna si. Ningependa waongozi wa nchi yetu kama gavana wetu angeweza kutupatia vitu ambazo zinastahili za michezo, ili mwaka huu tunapoenda kwenye uwanja tukafanye kitu ambayo inatakikana, na twende hadi mpaka nje ya nchi ya Kenya so nilikuwa ningependa tu niseme ya kwamba wa viongozi wa wetu waweze kutuunga mikono na waweze kutusaidia wanafunzi sisi ambao ambao tunataka kukuza talanta yetu. Kitu ingine ningependa kusema ningemshukuru tu kwanza mwalimu mkuu wetu, anazingatia vitu za talanta, anazingatia talanta za wanafunzi sana pili ni kwamba anazingatia na wanafunzi wanapo anafurahia na wanafunzi wanapofanya mazoezi sana sana. Lingine ni kama wanafunzi ndio wanafunzi lakini tunastahili tukafanye mazoezi lakini hatuna vitu za kutosha. Je, saweze kutuongezea vitu zetu za kutosha na tupate mazoezi ya kutosha. Tunao lakini ni zile ile magoli layatuna lakini wa wa mpira wa miguu huwa wanaenda uwanja wa ndege kuchezea kule na kufanyia mazoezi kule, na shule pengine haina. Sasa wewe, wito wako kama waziri, utafanya vipi kuhakikisha kwamba shule inajisimamia? Kile ambalo mimi ningeweza kusema, tukitaka kupata nyafasi katika hii shule, ili waweze kuhi, kama wanaweza kuja kurekebisha madarasa haya na wajenge ghorofa tuweze kupata nafasi katika shule hii, na tutaweza kukua na nafasi nzuri, na pia huku wakijenga ghorofa moja hadi mpaka juu kiasi, tutakuwa na uwanja mzuri. Kwa kiti cha urais, angependa sana, ningependa ningependa kusema kuwa iwapo wananchi wa hii Kanduyi wangenichagua, ningeweza kuendeleza maendeleo kama vile haya madarasa yanahitaji stima na stima inahitajika wakati kuna kiongozi ambaye anajituma kufanya kazi, inahitaji stima. Halafu um, majilisi majilisini ya walimu yana mashimo pale chini, nafaa tuyaunde. Alafu ukiangalia uwanja wetu, tuna uwanja mdogo sana wa kufanyia mazoezi hasa ya, mpi, ya mipira na mchezo ya kiriadha. Alafu ukiangalia upande wa masomo hatuna vitabu vya kutosha vya um, kusoma. Alafu pia tunahitaji kitu inaitwa maktaba. Unahitaji maktaba katika shule yetu ya Kanduyi. Sasa ningependa kuwahimiza viongozi wa nchi ya Kenya ambao wanatusikiliza siku ya leo, wakuje Kanduyi DEB kutu haswa kukusaidia tufike katika kiwango kizuri, kwa sababu ukiangalia masomo, wanafunzi wa gredi ya tisa wali- wa mwaka uliopita walifanya vizuri. Mwanafunzi wa kwanza alipata alama sabini. Sasa tungetarajia mwaka huu tupate wanafunzi ambao wana sabini na kupanda juu uh. Majina, naitwa mwalimu Manuel Wanjala Wakongola, mwalimu katika shule hii n nimejiunga na shule hii mwaka uliopita muhula wa pili. Shule hii inaitwa shule ya Kanduyi DEB Comprehensive. Mimi nafunza somo la social studies na jamii. shule ambayo inaendelea leo ni mchakato wa wanafunzi kuwachagua viongozi wao katika mfumo wa sasa masomo au elimu wanafunzi ambao wanachaguliwa wanaitwa students council. E, hapo awali walikuwa wanaitwa students body e. Serikali au wizara ya elimu ilijaribu kuleta e, hali kwamba mfumo au vile e, wanafunzi wanachaguana wanaiga mfano wa e, wa kitaifa ambapo e, kama kuna CS hapa pietu, kuna CS. Kwa hivyo wanafunzi ambao wanawania hapa watajiunga na kikundi ambacho kimeita baraza la mawaziri wa wanafunzi au e, the students council. Uh, kwa wanafunzi hawa uh, somo ambalo wanaweza pata katika shughuli hii ni kwamba uh, wameona kwamba democracy na prevail. Wanafunzi wameweza kuuza sera zao, ambao ni wagombea uh, na uh, wamekuwa wameweza kushawishiwa kumpigia mgombea wanayempenda, na wametuahidi kwamba atakaye shinda watakubali na atakayeshindwa pia atakubali, kwa sababu uh, hali ya katika hali ya kupiga kura ama mashindano eh, mshindi huwa ni mmoja, na asiyekubali kushindwa pia ni si mshindani. Kwa hivyo wanafunzi wame wanajaribu kutuonyesha kwamba eh, democracy must prevail. Kwa hivyo wale viongozi wa eh, nchi wanapotazama hapa E, katika mwisho wa exercise hii yote utaona kwamba hakuna mwanafunzi labda anarusha jiwe anamtusi mwenzake e, vumbi joto nini mambo kama haya hataonekana hapa. Nawaomba viongozi wale wa juu pia waige mfano huu wa wanafunzi ambao labda ni viongozi wa kesho watakuja kuingia kwa katika zile nafasi e, zitakazo e, wachwa na wale viongozi watakapostaafu kwa wanafunzi lakini kwa kwa, kwa kwa taifa e, haya mambo ya upigaji kura yamekuwa wanafunzi hao, ya labda tunajaribu tu kuonyesha kwamba, e, baadaye kidogo wakishatimiza ule umri wa kupiga kura watapata ile nafasi pia ya kupiga kura katika kuchagua viongozi wa kitaifa. Leo nitajitambulisha kama Marjan Hassan Marjan. Kwa nini? Yeye ndiye CEO wa siku ya leo. Siku ya leo tumeipanga iwe siku ya kupiga kura kwa wanafunzi ambao wangependa kuwania nyadhifa mbalimbali. Hii shughuli ni muhimu, mwanzo imeratibiwa katika mtaala wa umilisi katika kingenge, tunasema CBE Curriculum Based Education, katika somo la uh, mlahaka wenyewe wanasema SS, SST kuna kipengee ambacho kinashughulikia kuhusu uhuru wa kupiga kura, uhuru wa kijamii na kadhalika. Kwa hivyo wanafunzi, wakati huu tunawatayarisha, tuna almradi wawe viongozi wa kesho. Wengi wanasema kwamba a child is a, a lead of tomorrow. So, leadership starts now. Uongozi wao unaanza sasa hivi tukiwapa eh, shughuli kama hii tukitenga shughuli kama hii siku kama hii, tufanikishe malengo yao. Bila shaka tunatayarisha viongozi e, ambao ni wa kesho, isiyo kwamba kiongozi anachaguliwa kwa mrengo uh, e, shida ya ufisadi na kadhalika, la hasha. Ukiangalia nyuma yangu utapata kundua kwamba wamepiga foleni kuchagua viongozi e, ambao wao wenyewe wanawapenda. Nyuma yangu hapa kuna viongozi ambao wanawania nyadhifa mbalimbali. Ningeruhusu vilevile wajitambulishe, kwamba tumepiga hatua mwanzo, wanafunzi wenyewe katika kupitia wanasema secret ballot, kura ya siri, utapata kwamba yeye mwenyewe anaandika jina ambalo yeye mwenyewe anataka nini kulichagua, na kwa hivyo inampa wakati, inampevusha akili, awe na akili ya kuchagua si hapo shuleni pekee alimradi katika nini siku za usoni. Kwa hivyo inafungua mwanga, shughuli ya leo imefungua kwa wanafunzi nini mianga na njia ya kuwachagua viongozi ambao watawachagua hapo mbeleni. institution ya Kenya, ni vema kwa ofisi mahali kuna mtu kiongozi wa kike, tuwe na kiongozi wa kiume. Sisi tumeonyesha hiyo demokrasia. Mwenyekiti ni wa kike, naibu mwenyekiti ni wa kiume Steven. Hasa tumeonyesha demokrasia hata kushinda national elections. Ukiangalia ofisi yetu ya, ya, ya taifa la Kenya, rais ni wa kiume, naibu rais ni wa kiume, hatuna mtu wa kike katika unaibu wa rais. Kwa hivyo, asanteni wanafunzi, nyinyi umeonyesha demokrasia nzuri demokrasia ambayo inatakana igwe na Wakenya wote na ulimwengu wote. Hakuna hakuna aliyefinyiliwa, hakuna aliyehongwa, hakuna aliyeambiwa apige kura visivyo, na natarajia kwamba wazazi wetu wamejifunza hapo neno na viongozi wote wa Kenya wamejifunza hapo neno. Kura ijayo mwaka ujao 2027 natarajia kwamba viongozi wapigiwe kura bila hongo Ndipo watakapotuongoza wale viongozi wote ambao wamechaguliwa leo. Mhakikisha kwamba mnafanya kazi yenu bila mapendeleo. Msiweke urafiki kwa kazi, fanya kazi vile inavyostahili ufanye, usipendelea tu ulinipigia huku nipigia. After all hukuona nani aliandika jina lako wewe, kama ni mwanafunzi kiongozi kama kamalichaguliwa

Kurudia tu kurejelea vile wanafunzi walikuwa wamesema asubuhi. Kweli shule yetu, nina hakika ya kwamba vile tunaongea hivi uh, viongozi wengi uh, katika kaunti hii ya Bungoma wanatuona na no wanatusikiza. Ni ukweli ya kwamba mijengo yetu mingi ni ya kitambo, tunahitaji madarasa ya kisasa na shule yetu haina uwanja wa kutosha. Kwa hivyo ikiwa tunaweza pata wafadhili watujengee madarasa ya ghorofa ili tu, uh, tuokoe uwanja uwanja ubaki wa wanafunzi kuchezea. Pia hatuna uh, tungelipendelea kwamba ikiwezekana tupate maabara. Najua uh, CBE uh, grade 7, grade 8, grade 9 wanafanya, wanajifunza vitu ki practical. na hatuna maabara ama uh, ile ambayo tunaita uh, Laboratories. Laboratories. Pia uh, kama tungelipata wafadhili kama tunaweza peleka neno letu mahali pengine uh, hatuna library. Library ni kitu cha muhimu. Hawa wanafunzi wana vitabu vya kusoma, lakini ile muda ya kukaa pamoja kusomea pamoja hawana, sababu hatuna lilo jumba la kusomea na mwanafunzi mmoja aliongea kuhusu vumbi. Uh, compound tunayo ndogo sana, ekareji yetu ya shule ni ndogo, miguu ni mingi, tunajaribu kupanda nyasi na kanyago inakufa. Ninarejelea lile neno la mwanafunzi wa asubuhi aliposema ya, ya kwamba tungelipata mtu ambaye angetuwekea uh, uh, tuone ya kwamba iwe lami ama iwe kabros ama iwe chochote kile ambacho kitapunguza uh, vumbi katika hii shule tutafurahi sana. Jambo la mwisho ni kushukuru Mheshimiwa mbungu wa sehemu hii wakili uh, Makali kwa kutejengea darasa tano na kuhakikisha kwamba tumechimbiwa maji. Sasa shida ya maji imepunguka.